Imagine, eh, kuna kuna jamaa bwana ameharibu sifa bwana, afanyaje? Ay jamani, mi nakwambia hii dunia ina mambo sana, afanyaje? Hu jamaa jamaa kapita na mke wa mhudumu wa bodaboda. Ay bwana, huu jamaa ni mwalimu mkuu, mwalimu mm, mkuu. Sitataja ni wapi lakini ambaye uh -huh. aliweza kufumaniwa na mke wa ndugu wa weplu mke wa mhudumu wa boda boda. Aa, sikia kwanza sikia kwanza, ni kwambie mm. kisha na maana sasa, inasemekana the reason as to why that happened, kulingana na taarifa za hapa na pale mm -hmm. upekuzipekuzi upekuzi wa taarifa za hapa na pale zinasema mm -hmm. kwamba huyu head teacher huyu mwalimu mkuu ni kitu ambacho alikuwa nakifa anakifanya ni yes. mazoea na mke wa huyo mhudumu wa bodabo mm -hmm. bodaboda, so mwalimu huyo mkuu baada ya kufumaniwa akasema kwamba aliamua kufanya hivyo baada ya mama huyu kushindwa kumlipa ama kushindwa kulipia watoto wake ka. Wow. mama alishindwa kulipia watoto wake ka karo, kwa hivyo labda alikaenda kwa mwalimu mkuu. Wow. kumuomba msaada, na sasa mwalimu mkuu akasema ili kwamba nikusaidie, itakupasa ufanye mawili matatu, ili kwamba nikutolee msaada na mume wako asijue. Lakini hakuna eh, jambo eh, nothing is uh, nothing is new under the sun and nothing can be hidden, you understand? mm-hmm. hakuna siri itakayofichika milele. So kulingana na kushuku kwa ndugu wetu wa bodaboda mm. Akafanya research yake kutafuta tafuta, manake mke wake kila mara akasoma aka sana patani yake, labda saa zingine anatoka anaenda mahali fulani. Kwa hivyo akafumaniwa kwenye gesti. Shaona sasa, mwanamme kushikwa, yeye asema kwamba no, alikuja kwangu akiomba msaada, eti watoto wake hawana karo. Kwa hivyo nika, nikaone, ndio maana nasema ninakasirika, plus na hiyo yako na zikombine zote pamoja, ndio nikasirike. <laughs> <yangu si> <laughs> nilianza kusema tu combine tu zote eh, nikasirike mara moja. Nizungumze oh, ni na baadhi maana si wote mm, mm, kuna nyanya zingine zinazooza mm, na sisi hatutaki zituambukize zina tunatoka <laughs> katika uozo huo. Yaani wewe mwalimu wa haiba yako, wewe ndio head teacher wa shule yako hiyo, kuna mama ambaye amekuja kwako hivi, nakwambia watoto wangu hawa, jamani, labda ilikuwa kwamba watoto katika hiyo shule wamekuja wanafukuzwa kila mara, kwa hivyo unasikia, haya, nenda kamwite mchazo Mzazi akakuja pale kwa ofisi, anzungumza na edi teacher, mwambia edi teacher akiwanga e, sina chochote sina namna. Mme wangu anang'ang'ana pale bodaboda, apati vizuri, hata bodaboda si yake, anapelekea bosi, na pia anakuja na 150 nyumbani. Kwa hivyo hi 150 haiwezi kulipa karo. Kwa hivyo mwalimu, tusaidie tu watoto wasome. Edi teacher anamwambia haya, sawa, nitakusaidia lakini, fanya mawili matatu. But wow. why? Why should you do that? Why should you do that to someone's daughter, to someone's wife, to someone's husband? Na wewe mwanamke hata wow. Kama uko katika hali hiyo ya kukosa how, how, how do you stoop that low to be that desperate to be used in that funny way. Na unakubali tu ku, eh, ku, ku, ku kunini, inasemaje? kutumika vibaya eh e, na ku, ku, hata kabla ah, limetoka ah. inabu inabosa sana in as much as mzazi unatamani maisha ya watoto wako yakuwe mazuri, masomo ya watoto wako yakuwe mazuri, but not allow anybody to take advantage of a situation. Mimi huwa nasema like if God has destined your children to be somewhere, it doesn't matter what it will take mm. But hautawai fika to a point ama an extent ya kuenda kuonyesha mwanaume mwingine ambaye si mume wako uchi wako, so that akusaidie. Haitafika hapo, just have that patience and faith kwamba Mungu atatengeneza njia siku moja, kama ni Mungu ambaye anatengeneza njia pasipo na njia, Mungu ambaye anaweka maji katika jangwa ni mm. Mungu ambaye anaweza kukufanyia chochote when you least expect it mm. so do not be that easy kwenda kuonyesha mtu mwingine uchi wako. And this Manze, one, it doesn't make sense. This one is a stern warning to those that are in greater positions. Wale ambao katika nafasi mm. kubwa kubwa napenda kutumia wale wadogo vibaya in the name of wanasaidika. Mm. Do you think hata yeye anapofanya maamuzi hayo huwa yuko sawa? Yuko sawa. Lakini ana, ana, kuna ndio maana jana nilikuwa nakwambia mm. thinking with our minds And and our, depending on our souls. Souls. So if we allow our souls to guide us, we cannot fall into such. But tukitumia akili akili na kuambia sasa wewe, si unaona vile situation iko. Lakini your soul inakuambia no, this is sin. This is sin. Hata kama ni sin na siwezi fanya kitu kama hicho. So that is a great shame to that mwalimu. Hata mimi neza taka kwamba TSC ingilie kati, withdraw TSC number. Tumsalimi huyo mwalimtapaa ni mbaba tu mkubwa. Maybe this is just a young couple, the boda guy and the wife na tutototwao wanajaribu tu ku-make family. The guy is struggling, yes. Mm. But sasa we pia kama mwanamke again mpia na laumu huyu mwanamke. You see, see, okay, tunajua una struggle ha unado, but you're not the only one in that state, remember ni nini unago through, lakini you are not guaranteed kutoka nje ya ndoa yako kwenda kukaa na mtu mwingine ambaye si mume wako. Unaonyesha kwamba unadhalilisha mume wako, lakini ni kama arubani ndio zikuwa zimefika, wakapatwa. Sasa e, ni mambo you know me... ame, amejaribu kufanya kitu kama hicho. Umasikini mbaya sana. Umasikini ni mbaya sana. Poverty is the enemy. Pesa wewe uh. Pesa wewe unasumbua wewe, pesa hebu ambia pesa jambo, najua pesa anasikia. Ambia pe lakini pesa tunapenda <laughs> <pero laughs> pesa, naweza sema kitu pesa ikachukulia serious bwana <laughs> Hayo ni malimwengu. malimwengu. Ah.